Taarifa ifuatayo mtazamaji, basi inaanza na kunukuu, mimi ni kama jiraf, yani twiga, naona mbali, na ndivyo ilinivyonukuliwa yaliyokuwa maono ya kisiasa ya rais mstaafu Daniel Moi wakati wa mwaka wa elfu mbili na mbili. Moi alipotangaza kwamba Uhuru Kinyatta ndiye mrithi wake, basi wasi ulitokea katika chama cha baba na mama, yani KANU. Jumanne ijayo pale rais mteule Uhuru Kenyatta atakapokuwa kila kiapo cha kuwa rais wa nne wa Kenya, wengi watasalia na maswali ya kujiuliza. Je, ndoto ya Moi hatimaye imetimia baada ya miaka kumi? Munira Muhammad na taarifa hiyo. Baba yake Raila aliandika kitabu chake akasema, Moi kama chiraf anaangalia mbele Unaweza sema ni ubashiri au ndoto ya rais mstaafu Daniel Moi, lakini Moi alikuwa kaona mbali. Wapi? Pengine alikuwa kaiona ziara hii ya rais mteule Uhuru Kenyatta. Lakini kwa Moi, Kenyatta ni chipukizi aliyemrithisha uongozi miaka kumi iliyopita. Baada ya kukaa uongozini kwa miaka 24, Rais mstaafu Daniel Moi alivalia njuga harakati za kumsaka mrithi wake elfu mbili na mbili ndani ya Kanu, chama cha baba na mama. Moi alisaka Yuko Mudavadi, pia anatafuta Adi..., na alipopata chaguo lake liliwacha wengi mdomo wazi, na huyo ni huyu ni Uhuru ndivyo Uhuru Muigai Kenyatta alipobisha hodi katika ulingo wa siasa, lakini mambo hayakumwendea kama alivyopanga. Profesa huyu wa siasa elfu mbili na mbili Emilio Mwai Kibaki akailemaza ndoto hiyo ya Moi na chipukizi Kenyatta Uhuru alidhani sababu ilikuwa hii. Wengine walikuwa kwa magazeti wakitaja ya kwamba tuko siasani au tuko uongozini kwa sababu ya kusukumwa. Niwahakikishie ya kwamba kuna mtu ambaye amesukumwa. Makosa yangu mzee ni kitu kimoja tu, labda nilichelewa ku, kuoa, lakini umewaona mzee hawa watu wote ni warika yangu mzee, sababu hii, lakini haikuwa hoja. alfu mbili na kumi na tatu, Jumanne ijayo, Uhuru Mwigai Kinyata atakapokula kiapo cha kuwa rais wa nne wa Kenya, pengine tabasamu kubwa itasalia kwa si mwingine bali rais mstaafu Daniel Moi kutimia wa ndoto yake ya kuona mbali. Munira Muhammad KTN leo.